Bwana Yesu apewe sifa, Bwana asifiwe. Na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu. Ni mwalimu wenu yule yule, Joseph Andrea, mwalimu wa maskofu, wachungaji na wainjilisti. Leo kuna kitu nataka nikiweke wazi kidogo, usibadilishe chaneli, sikiliza ujumbe huu, utakusaidia kuna waz, na kitu nataka nikiweke wazi na vile vile, hicho kitu nitakitolea kama ushahidi vile maana nishai kuulizwa na mtu, nishai kuulizwa na mtu. Nilienda kufanya kazi kwa huyo mtu, ilikuwa siku ya Jumapili, akanambia bwana, kesho ni Jumapili kwangu wafanyaji kazi mimi nikamwambia, niliemwomba kazi ameniambia nifanye kazi siku zote, ambao ni Yesu Kristo. Nakamwonyesha maandiko kwenye ile Yohana tano kuanzia ile mstari wa nane mbaya kwenye kumi na sita kwamba baba yangu anatenda kazi hata sasa, na mimi natenda kazi siku zote, ambako ile sabato walimshtaki Yesu kwamba kwa, kwa, kwa nini anafanya hayo siku ya sabato. Yesu akasema nafanya kazi siku zote kwa sababu baba anafanya kazi siku zote. Kwa tunaona wale ambao hawafanyi kazi siku fulani ni ile ambao waliojiamlia, ambao tulisemaga ile fundisho kwamba Jumapili Jumamosi ni mapokeo wanadamu waliojianzisha wenyewe kwamba ni siku ya kuabudu. Kwa huyo bwana akaniuliza wewe bwana, mbona hujaenda kanisani? Nikamtolea sababu kwa nini sijaenda kanisani, akanabaje sawa, kwa hiyo wewe ukifa nani atakuzika? Nikamwambia kwa hiyo mimi nitaenda kanisani kwa sababu ya kuzikwa, siendi kanisani nikapata uzima wa milele. akasema yeye, lazima ujumuike na wenzako kwa sababu kifa nani atakuzika? Swali linakuja, hao wanaokufa wa Katoliki waende kuzikwa na watu wa dini nyingine au Assemblies wa kifa wa Katoliki waende, au wa katoliki wa kifa wa Islamu hawaendi kuzika. Wasabatu wa Sabato wa kifa, wa Anglikana wa Pentecost waende kuzika. Kwenye masuala ya mazishi au ya, ya Utanzania hayana udini. Lakini leo mradi tu wewe utende dhambi unywe pombe uzini ufanye kila aina ya uchafu, lakini nenda kwenye kanisa lako, ukifa watakuja kukuzika lakini usishiriki hizo kanisa, usiingie kwenye dini zao, usinywe pombe, usizini, usitukane, uwe mwema. Ukifa watakwambia ni mpagani, watashindwa kuja kuzika. Lakini wale wabaya wao wanaotenda dhambi wa kifa watakuja kuwazika. Kwa hiyo sasa hivi tuna dini za wadhambi tu, hatuna dini za watakatifu. Kwa nini mtakatifu akifa waende kumzika? Haya, mpagani na mwenye dini, maana upagani ni nini na dini ni nini? Maana yule ambaye ni mpagani atende dhambi, yule anayeenda kwenye dini anatenda dhambi, kipi bora? Kwa wakati ukifika, tubadilike. Hizi kanisa ni biashara tu, ni taasisi. Yesu, kwani Yesu ni taasisi jamani? Yesu sio taasisi wala siyo biashara. Yesu yuko kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu, kuwahubiria watu waache dhambi, kuwatia maskini haba, yani kuwatia maskini faraja, kuwafariji waliovunjika moyo kwa mata, kutangatanga na dunia, ndio kazi ya Yesu, kurejeza moyo safi, kurejesha upendo wa mwanadamu, na kazi ya dini ndio hiyo. Hebu kuna swali huwa anajiuliza, tulisome hapa kwenye Marko kumi na sita kumi na tano tukishaisoma hilo katika Marko kumi na sita kumi na tano alafu tutaangalia kwenye kitabu kingine, tuwaulize, hii nguvu inapatikana kwa mchungaji peke yake au kwa kila aminie? Kwa tuiangalie Marko kumi na sita kumi na tano Marko kumi na sita kumi na tano inasema akawambia e, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe e, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka hata ki, wakinywa kitu cha kuwafisha kitawadhuru kabisa wataweka mkono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi bwana Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Maana kuketi mkono wa kuume wa Mungu utakuja kufafanua hiyo somo baadaye. Yaani ni Mungu mwenyewe amekaa kwenye kile kiti. Mkono wa kushoto ni Shetani, mkono wa kiume ni Mungu mwenyewe akaketi kwenye ufalme wake kwenye kiti chake Yesu Kristo kama Bwana mwokozi wa maisha ya wanadamu. Aya sasa inakujaje? Aaminiye na kubatizwa ataokoka. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu wataweka mkono juu ya wagonjwa watapata afya. Hawa watu wanaotumia mafuta kwenye ile andiko wanashare wapi ala maandiko? Maana tunaposema kwamba manabii wao wanaotumia maji mafuta huko kwenye makanisa mengi tu. Na tuseme mimi manabii wala mitume, makanisa mengi tu maji ya upako yapo, maji yapo tena mlangoni. Na wanapewa ga waumini wao mpaka kwenye mandoo. Hao waaminio kwa jina langu wataweka mkono juu ya wagonjwa watapata afya. Sio kwa mkono wangu tapaka mafuta tawaweka maji kwa jina langu. Hivi si inaeleweka hapo? Kwa jina langu wataweka mkono juu ya wagonjwa watapata afya. Kwa jina la Yesu. Wanaotumia busta maji, mafuta, machumvi, maudongo ni wakina nani hao? Wametutokea wapi kwenye hii injili ya Biblia ambao inapingana nao hao? Hawa watu mataperi hawa, hizi ni nguvu za Shetani. Hizi nguvu zingine zinatengenezwa, zingine zinafundishwa, zingine zinauzwa. Mafuta ya olive oil, mafuta ya mzaituni, wanauza mashehe huko, yana majini, wanauza manania ya olive oil kwa sababu ya moyo yanauzwa supermarket huko, hivi vitu vingine vinauzwa. Hasa kama wewe umeokoka, unajua kabisa kwamba utakayemwamini Yesu Kristo, utaweka mkono juu ya ugonjwa, utapata afya. Hiyo nguvu imeenda wapi kwao? Unapotumia maji au maji mafuta, we sio Mkristo, kwa sababu Yesu Kristo hana booster nje ya jina lake, hana chochote kinachomboost nje ya jina lake. Yesu Kristo hana booster. tunapokuja tunasema kwamba hakuna kanisa lililokamilika. Makanisa yote ni wapinga Kristo, makanisa yote ni ya matapeli. Tunasimamia kwenye mistari kama hii unayoiona, hao waaminio kwa jina langu wataweka mkono juu ya wagonjwa watapata afya, watatoa pepo majini. Wewe, wewe, wewe majini unatoa kwa jina gani? Kwa jina la Yesu au kwa maji au mafuta au kwa chumvi? Hasa wewe ni Ukristo? Huu ni upagani, ni uganga huo. Mganga anakupa kukitoa kitu, anakupa kitu kingine cha kutoa kile kitu, lakini Yesu ametupa jina lake ili tuweze kuatoa majini, na hatushirikiani na majini, na hatushirikiani na watu wanaoamini majini, kwa sababu Yesu ametuambia mtatoa pepo kwa jina langu la sasa. Ukitoa pepo kwa jina la Yesu, utashirikiana naye na vipi? Na mtu mwenye majini utashirikiana vipi? Na mtu anayeamini majini utashirikiana vipi? Na mtu anayemwabudu majini? Hapo nadhani naeleweka. Yesu amenipa mamlaka kuyatoa majini. Nitashirikiana vipi na mtu anayeamini majini? Nitashirikiana vipi na mtu anayeabudu pamoja na majini? Nitashirikiana vipi na mtu anaye anay... anay... anayeyaamini mapepo haya majini? Jamani, injili haiendi hivyo. Ndio maana tunaposema, imani haziko sawa. Hizi imani zote wanaabudu miungu, miungu imewapa nguvu, wengine kwa sababu ya tamaa ya pesa, wengine kwa sababu hawajui utumishi. Wanajua utumishi? ndio hivyo, kwenye vyuo vya Biblia vimewaharibu watu vichwa vyao. Biblia imeshindwa kueleweka, Biblia imeshindwa kuingia kichwani mwao, wameshindwa kutahiriwa mioyo, wamekuja tu matapeli. Hatuna mwalimu wa Biblia hapa Tanzania, hatuna maaskofu wa kweli hapa Tanzania wanaijua Biblia wote, wamejaa mapokeo tu, tamaa ya pesa, tamaa ya mali. Haya maandiko wamayapeleka wapi? na hao watoto wanaobatizwa wakiwa wadogo, hao watoto, aaminiye na kubatizwa ataokoka, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Au mtoto aliyebatizwa anaamini nini? Maana ishara hizi ni hao waliobatizwa, naweza kutoa pepo, wanaweza kuweka mkono juu ya wagonjwa. Wewe unayembatiza na anaamini nini? na naamini habari za Yesu, huyo mtoto unayembatiza. Naamini habari za ufufuo wa wafu, huyo mtoto unayembatiza. Naweza kutoa jini, huyo mtoto unayembatiza. Naweza kuweka mkono juu ya mgonjwa akapata afya Mna tuharibia maandiko mpaka leo, sasa hivi mpaka mambo yanaonekana mabaya kwa sababu yenu. Jamani, ukifika wakati, wakati mwingine ukifika, tubadilike. Tunaposoma ile Mathayo 18:17 kuwabatiza watu na kuwafanya kuwa wanafunzi, haijalishi kwa maiti. Mtoto mdogo unaenda kumfanya kuwa mwanafunzi wa Yesu? Mtoto hajui chochote. Mtoto unaweza kumpeleka dini yoyote na kaenda, mtoto unaweza kumpeleka kwa mganga, unaweza kumpeleka popote akaenda, mtoto haamini chochote mimi niliyeokoka nikabatizwa, unaweza ukanipeleka sehemu ambako najua kabisa hapa sio, nikaenda kweli? Kwa hiyo wa hao watu wakome. Hizi dini za uongo zinakamata watu wakiwa wadogo, wanagombania watu kuanzia wako wachanga. Mtu hajui mema wala hajui mabaya, unawezaje kumumiliki? Anajua nini? Anajua dhambi ni nini? Mtoto dhambi anajua ni nini? na wanawafanyaga masherehe, wanaweka pombe, wanaweka kila kitu. Hilo nambariki mtoto na mlani mtoto, tuachane na hiyo, itakuja kuwa somo lingine. Hawa wanaobatiza watoto, wanaobariki watoto, tutakuja kwenye somo lingine. Hafu, tuangalie maandiko pale kwenye 19 Yesu aliposema wacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni wa watu kama hawa; msipokuwa kama watoto wadogo hamwezi kuingia kama katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sisi tunapaswa tuache dhambi. Mtoto mdogo hajui dhambi na, na anasamehe na, Unampiga leo kesho unakuwa rafiki yako. Ko na sisi natukua tubadilike. Tutakuja kuliangalia hilo somo. Tutakuja kuliangalia hilo somo. Lakini kwa leo tuishie hapa. Makanisa yanadanganya. Aaminiye na kubatizwa ataokoka. Na ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Kuokoka, hao jamaa wanasema hakuna aliyeokoka chini ya jua. Na hawataki kuokoka. Hawaweki mikono juu ya wagonjwa wakapata afya, hawatoi majini. Sasa hawa watu ni wakina nani? Wewe unasema umeokoka, afu hivyo vitu huna wakati ni ahadi kwa mtu, kila aliyeokoka, kila anayemwamini Yesu Kristo. Na Biblia yenyewe inatuambia kila atakayeliitia jina la Bwana Yesu, aache ubaya wake, aache dhambi zake, na kila atakayeliitia jina la Bwana atapata, ataokoka katika Warumi kumi. Tubadilike, haya makanisa yanatudanganya. Haya makanisa sio sahihi. Haya ni mwalimu wenu yule yule, Joseph Andrea, mwalimu wa maaskofu wa wachungaji na wainjilisti, mwalimu wa Biblia Tanzania. Endelea kufuatilia chaneli yangu acha Biblia iseme TV, TikTok Joseph Yobegwa, endelea kujifunza mafundisho mengi, na kama una swali uliza, utajibiwa. Kama unataka kujua dini yoyote, tuichambue matendo yake yalivyo, kama ana mechi na Biblia, sema ni dini gani, tuichambue matendo yake tuyaangalie, kama ni ya kweli au ni ya uongo. Mimi nishatoa mm, hoja yangu zote kwamba hakuna dini iliyo ya kweli, zote ni za uongo, zote zinampangia Mungu, zote zinajifanya kuwa ni mshauri wa Mungu. Hakuna aliyekuwa mshauri wa Mungu, hakuna aliyempangia Mungu cha kufanya. Kasome kwenye hiyo Warumi 11 hiyo mistari ya mwisho, hakuna aliyekuwa mshauri wake mwanadamu. Sisi tunafuata yaliyoandika tunafuata yaliyoandikwa kwenye kitabu, ili tuwe tupate uzima wa milele kupitia Yesu Kristo, ambao yeye ndio kibali chetu, ambao yeye ndio njia yetu hatuamini njia nyingine isipokuwa ni Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa ulimwengu kwa kila aaminiye. Asante, tuishie hapo.